Jana tuko hapa mbele ya na ile, ya wazalendo wenye wiko mwenga wana kontrole aksi ya, ya mwenga. Uh, unatumwa na wenzenu kule huko M23 na hapo unapatikana una, una, una kwenye wakubwa wa wazalendo wana kontrole aksi ya, ya mwenga. Na hasa hapa tunataka kukuswali maneno fulani fulani utajibu, tunakuomba ukue veridique envers wazalendo wana opere aksi. Wewe ni nani? Joseph Chigangu. Unazaliwa wapi? Unazaliwa Walungu l wa Village na tale yako ni wapi? Mkama Walungu. Mkama Walungu. Walungu. wa sauti. Sema na sauti. Wala. na nani wanakutuma huko? Huko kwetu nilitiwa na kababa akanipa nimero ya, ya Ndiko. Kama unapatikana hapa je? Ah, mimi napatikana hapa kulikuwa mutu mwalinipatia nimero nike nikekamata batu wapa. batu gani? Basoda, jiunga, gani? ni nikenikamate basoda batenda jiunga kule wapi, banyambia aika pale kukilalwa kadugo, nigeuze gari directement, ebakie pale. Batu mugari, batu bale basoda ni, basoda ya ke Bo, ni komanda na basoda yake haba, abakukwambia jina ule komanda ulishakafika ku teritwari ya Mwenga ku aksi yenye bazalendo bako.

yeye yeah. Kiongozi komanda mouvement wa ipdcbrrm bashimbe matabarojez, ambaye ni kiongozi komanda mouvement wa ipdcbrrm. Pa tunaona majeshi hapa wanamzunguka pamoja na hao wadetini ambao wamefungiwa. Bado kidogo mtajua kwa nini wamefungiwa hapo, na hapa kabisa tunaona majeshi wanaokuwa pamoja na yeye. Na hapa tunataka kuzungumza sana, sababu ya hawa wa ndugu ambao tunakuwa nao hapa, kuambia kiini, sababu gani tumekuwa hapa. Ndugu jinako nani? Regzile, nani kwa nini umeonekana hapa? banakuzania asante. Ndugu jina ni nani? aganze ganywa mulume jedone. Kwa nini unapatikana hapa? unapatikana hapa ndeko, alikuwa ananituma alinitaka kutelefoni akaniambia, ni huye kamata jeshi ya wazalendo, nifikishe bwaongu ufikishe bwahungu bene, nifanya nini bwahungu? maake balikutuma kia kamata bazalendo, ubatoshe mweneo ya tubimbi Kilungutu, ya kilungutwe ubapeleke tubimbi bwahungu, ubapeleke watamushe tubimbi wapandishe bwahungu, mwe M23 kule ndio. <coughs> Sasa bilikuwa je, kusudi usifikilize lengo, ulibafikisha wala habakwenda Ubafikisha ambaye nilikuya ni kumchukua ambaye walinipa namba yake hmm, akaniambia hawezi kuenda tena kule, akakwambia hawezienda ku M23. Ndiyo nikamwambia sawa, ina maana nirudi ni, akakubali ulipokuwa narudi, ndio nikafika. Asante ndugu, jina lako nani? Jina langu Bahati, ndiyo, Jean Claude Mashura. Bahati Jean Claude Mashura, Jean-Claude Mashura. Mm-hmm. Kwa nini unapatikana hapa? Oh, ni konvoi ya gari ilikia kamata bazalendo, ilikia kamata bazalendo kusudi bapeleke kuvita, wala waende wapi? mm. mbakamati mpaka waungu wahunguni. eneo inamilikiwa na wazalendo FARDC ama inamilikiwa na wanani, wanani wanaiongoza kwa sasa Haujua wanani waliomo ndani, kama ni bazalendo, kama ni FARDC, kama ni M23? Mm, haujua nani -hmm. Wanani wanayongoza asa? Ile balabala unatumikiaka ndani, wala njua? Mara ya kwanza unapita ndani ile balabala, njua mara ya kwanza. Asante kwanza. Wakati, wakati ile ni swali sasa, wakati ulifika Chilungutwe Ulitoka bwa hungu eske ulikuta jeshi wa wa hungu hungu wala ulikuta jeshi? Buahungu, jeshi buahungu. Wakati ulishuka pale, sikukuta jeshi na tubimbi, ulikuta jeshi wala kukuta jeshi? <laughs> kulikuwa jeshi. Ilikuwa ni jeshi gani la M23? mm-hmm. Na wakati ulifika chirungu tumekuta jeshi gani? Jeshi la wazalendo. Na hilo jeshi la wazalendo ndilo ambalo ulikuwa ulikuja kulichukua. Asa, kwa nini sasa jeshi ambalo ulikuja kulichukua liliamua kukufunga? ndio kuelewa ni, ni, ni kwa nini jeshi ambalo lilikuwa kulichunga kuikamata lilikufunga mambo. Okay, asante, basi wandugu wapendwa, hawa ni wandugu ambao walikamatika wako ndani ya complot na M23 kuja kukamata jeshi la wazalendo, kulitosha moyo kwenye lini Jeffro ambayo inafungiwa